Ni kwenye hafla ndogo ya bonanza iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Kokoda lenye makao makuu yake hapa mkoani Mtwara, hafla iliyofanyika katika kijiji cha Namindondi kata Madimba ya Madimba halmashauri ya wilaya ya Mtwara ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa kujenga amani unaotekelezwa na shirika hilo la COCODA kwa kushirikiana na We World kwa ufadhili wa European Union. Katika bonanza hilo lenye lengo la kuwapa elimu vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum kuhusu mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na, na halmashauri kumefanyika pia michezo mbalimbali mbali kama vile mpira wa miguu, kufukuza kuku kunywa soda, kukimbia kwenye magunia na vitu vingine vingi. Faida Online TV, watu wa field pasi na hiana. Tumefika na Mindondi na kukuandalea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe ku like na ku comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Athmini Omari Mapalilo ni mratibu wa dawati la mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu halmashauri ya wilaya ya Mtwara Naye alikuwepo katika bonanza hilo kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu mikopo. Hali ya vijana kujitokeza katika kuomba mkopo imekuwa kubwa sana, hasa katika miaka ya hivi karibuni na hasa katika we, uh, kutokana na uwepo wa huu mradi, kwa sababu wamepata uelewa wa, wa namna bora ya kujihusisha katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali, na kuambia kwamba ili mtu wa, aweze kuendelea ama wapate utu ni lazima awe na shughuli maalum anaoifanya lakini pia awe na kipato na uchumi wake. Kwa sasa hivi kwa kuanza tu tayari tuna vikundi vitano ambavyo vimeshapata mkopo katika robo iliyopita; vikundi vitatu vya vikwemo vya vikundi vitatu vya wanawake na vikundi viwili vya vijana ambao vijana hawa wanajihusisha katika shughuli za kilimo cha chumvi, na tunaona kabisa katika shughuli za kilimo cha chumvi hazijawahi kukosa wateja wateja wake ni wazuri. Wapo rai tu kwa vijana, na kwamba tunawashauri vile wanavyoombea basi mradi uh, fedha hiyo ipelekwe kwenye hicho hicho ambacho wamekiombea na wakitendee haki. Tuna changamoto chache ambazo baadhi ya vijana huwa wanafikiria wana kwamba mikopo hii ipo tu kwa ajili ya uh, kutumia tu na kuto kufanyia jambo la maendeleo mwisho wa siku ina feli katika kushughuli zao hazionekani, lakini mwisho, wakati mwingine, inawafanya wao wadumae pia. Wanakosekana kuwa na uaminifu na wanashindikana kuaminiwa na serikali, lakini pia na jamii nyingine. Naitwa Zamda Sefu Mapeko, natokea kijiji cha Namindondi. Kama kijana, nashukuru shirika la We World pamoja na Kokoda kutuletea fursa za mikopo ya asilimia kumi kwa vijana kwao. Nashukuru sana mashirika hayo. Nimejipanga vizuri, nitawashawishi wenzangu tuandae vikundi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuchukua mikopo. Elimu ambayo nimeipata ni nzuri sana katika jamii, naamini wanakijiji wenzangu tutaelimika na tutabadilika, tutaenda kuchukua mikopo. Kwa majina, naitwa Mohamed Salumu Harawi, wengi wananitambua kwa jina la Shoda, natokea kijiji cha Mayaya. Mimi nashukuru kwa shirika la COCODA kwa kutufikia sisi vijana, kutupa uelewa zaidi wa hii mikopo ya asilimia kumi kwamba tunashukuru uwepo wao au jio wao sisi vijana naamini kwamba tumeelewa mambo mengi, tumepata elimu nyingi, kwa sababu tulikuwa na changamoto pale tulipokuwa tunaendea mikopo, tulikuwa tunakwama na ilikuwa tujui tatizo linakuwepo ni nini. Kumbe ilikuwa muda mwingi sana sisi vijana ilikuwa tutambui kwamba kikubwa tunakosa mikopo kwa matatizo gani, lakini kutokana na elimu ambayo waliotupa tumeelewa kabisa kwamba sisi inatakiwa tuitumie hii fursa, kutokana na elimu ambayo waliotupa. Kwa majina naitwa Mwanaidi Salmu na Masalanga, ni mkazi wa kijiji cha Namindondi Tunashukuru sana kuipata hii fursa kwa mikopo ya vijana na akinamama kama sisi. Tunashukuru sana na shirika la Kokoda kuja kutupa elimu. Elimu hii tutaitumia, kama sisi wanawake tutaitumia kwa kuelimisha wanawake wenzetu, ili tujue maana ya mkopo, kwa sababu mkopo kuna kukopa na marejesho. Kabla ya shirika la Kokoda kuja hapa, alikuwa hatujui chochote kabisa kuhusu masuala ya mkopo. Tunashukuru amekuja kutuhamasisha sisi wanawake na wanajamii wote wa Namindondi. Kwa majina naitwa Ahmad Ali Ngoji, ni mkazi wa kijiji cha Namindondi. Kwanza kabisa nimejifunza kuwa mwanzo kabisa ilikuwa hatuna elimu juu ya mikopo ya asilimia kumi ya serikali. Kutokana na vijijini huku tunakoishi, kuna watu wa mikopo wale kutoka wilayani waga, hatuwezi kuwafikia kwa kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo kupitia WeWorld na COCODA wamekuja wametupa mafunzo namna ya kupata hiyo mikopo ya asilimia kumi. Tumejua tunaanzia wapi na tunaishia wapi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa jambo hilo, lakini pia naweza kuwasihi au kuwashauri vijana wenzangu ambao tuna, tulikuwa tunahitaji vitu kama hivyo, lakini ilikuwa hatujui ni namna gani tunaweza tukaviendea na kuvipata, waweze kujitokeza kwa wingi. Tumeambiwa tunaweza tukajoin tuka kwa vikundi labda watano watano na zaidi ya hapo kwa hiyo tuweze kufanya vitu kama hivyo ili tuweze kupata mikopo iweze kutusaidia kwenye maisha ya kawaida kwa sababu wengine akili za kufanya vitu tunakuwa tuna navyo, lakini kianzio ndio kingekuwa changamoto kutokana na maisha ambayo tuna tunayaishi. Kwa hiyo tunashukuru sana na muendelee zaidi kuja kutu, kutupa hizo elimu zaidi na zaidi, ili mule sehemu ambayo tunakwama tuweze kupata elimu zaidi. Na mwisho tumefanya mazungumzo na program manager kutoka shirika la COCODA ndugu Bonfas Mwagama, naye anaelezea hali ya mwitikio wa mafunzo waliopewa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Ah, hali ya mwitikio imekuwa kubwa sana, ya vijana wengi wameamka na wamekuwa wanakosa hizi taarifa kwa kiasi kikubwa kwa hiyo mradi wa kujenga amani pamoja ambao tumekuwa tukiutekeleza ulijikita uh, katika kupeleka hizi taarifa katika jamii wakati yeah. Uh, tunajaribu kuwafanya vijana wasijiingize katika vitendo ambavyo vinaweza vikahatarisha amani yetu. Tunajaribu kujikita katika kuwapa taarifa mbalimbali juu ya fursa ambazo zinapatikana katika mazingira yao, na kwa muktadha wa sasa tulijaribu kuiona fursa ya mikopo ya asilimia kumi ambayo inatolewa na serikali, serikali yetu a, ambayo inatakiwa iwafikie vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Sawa, wamepata elimu vijana hawa na wanawake e, unawaambia nini sasa kwenye kuyafanyia kazi yale ambayo nyinyi mmewapelekea hasa kwenye swala zima la kujipatia mikopo, tumeanzisha magroup ambayo vijana wanaweza wakauliza maswali na wakajibiwa kwa wakati. Lakini tulijaribu kutengeneza forum ambayo vijana wengi wale tuliowafikia na ambao hatujawafikia wote, kwa umoja wao, wana uwezo wa kupata hizi taarifa na kujua nini kinachoendelea katika eneo lao au katika halimashauri lao kwao. Tunaamini na sisi pia tunaendelea kufuatilia ili wale ambao tulianza nao wakiwa hawana hawana wazo lolote, wakajiunga wawili, watatu, watano mpaka vikundi vya watu kumi na tano mpaka ishirini, wa tuendelee kufuatilia. Je, wanafanikiwa na wanaenda vipi? changamoto wanazokutana nazo ni zipi? katika uwasilishaji wa hizo changamoto wanasaidiwa au hawasaidiwi, na sisi tuone namna gani tunaweza tukawasemea pale ambapo wanashindwa kuweza kuyafikia malengo wanayoyatarajia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Mpaka kufikia hapo, mimi niseme tumefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na kucomment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwaheri.